Habari yako, karibu sana hapa maisha kamili. Unajua, sisi tuna lengo moja tu na ni rahisi sana, kukufungulia wewe Biblia ili uweze kuyaona maisha. Naam, uchamuzi wetu wa leo unachota hekima kutoka kwenye makala nzuri sana ya Mchungaji Enos Mwakalindile ambayo unaweza kuisoma yote kule maishakamili.com. Sasa lengo letu hapa sio tu kurudi nyuma na kuangalia historia. Hapana, tunataka kuona jambo la msingi kabisa: Mungu alizungumzaje na kijana mmoja katikati ya giza nene, na muhimu zaidi, anazungumzaje na sisi leo? Hebu sikiliza maneno haya eh, yanatuchorea picha, si ndio? Fikiria mahali patakatifu, lakini taa inakaribia kuzima, neno la Mungu halisikiki. Giza na kimya cha kiroho vimetawala lakini ni katikati ya ukimya huu mzito ndipo sauti moja isiyotarajiwa inakuja kuvunja kila kitu. Sasa hebu tuingie kwenye mazingira yenyewe. Jaribu tufikiria unaishi katika wakati ambapo kusikia kutoka kwa Mungu ni jambo la nadra sana. Yaani, neno lake ni adimu, maono hakuna. Hizi zilikuwa zama za giza kwelikweli kiroho. Watu walikuwa na kiu, unajua ile kiu ya kutaka Mungu aseme lakini ilikuwa ni kama sauti yake imezimwa. Ok, hapa ndipo mambo yanapopata uzito. Tuna picha mbili tofauti kabisa, kama usiku na mchana. Upande mmoja tunaye Eli, huyu ni kuhani mkuu, lakini amelala, analala kiroho. Yeye ni ishara ya enzi inayoelekea mwisho, uongozi umechoka. Halafu upande mwingine tuna Samuel, kijana mdogo, lakini yuko macho, yuko tayari huyu ndiye anayeashiria mwanzo mpya kabisa, enzi ambayo Mungu ataanza kuzungumza tena na watu wake waziwazi. Basi kutoka kwenye giza hili na ukimya huu wote, nipo tukio la msingi linapotokea. Sauti moja inasikika, inakuja na kupasua ule ukimya mtakatifu wa usiku. Ebu vuta picha sasa, ni usiku wa manane, kila kitu kimetulia, yule kijana Samueli amelala karibu kabisa na sanduku la agano kule Shilo, mahali patakatifu zaidi. Taa ya Mungu bado inawaka, haijazimika. na hafla, katikati ya utulivu wote, wito unakuja, sauti wazi kabisa, Samueli. Sio sauti ya jumla, inaita jina lake. Lakini sasa swali ni sauti ya nani hii? Kiroho Samueli bado mchanga, anafikiri ni Eli, anakimbia kwake, umeniita Eliya anasema la, sikukuita, rudi kalale. Hili halitokei mara moja wala mara mbili, bali mara tatu. Hii inatuonyesha kitu muhimu sana, sauti ya Mungu ilikuwa imesahaulika kiasi kwamba hata kuhani mkuu pale hekaluni hakuweza kuitambua mwanzoni. Mwishowe, baada ya mara ya tatu, Eli anashtuka, anatambua hii si sauti ya mwanadamu na ushauri anaompa Samueli sasa unabadilisha kila kitu, yaani sio tu maisha ya Samueli bali historia nzima ya taifa la Israeli. Na ushauri wenyewe ni huu, nena kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Maneno haya machache, lakini mazito mno, ni kama ufunguo unaofungua una mlango uliokuwa umefungwa kwa muda mrefu. Ni jibu kwa zile zama zote za kimya. Ni kauli ya unyenyekevu, utayari ni kauli inayorudisha mawasiliano kati ya Mungu na watu wake. Unajua, hili jibu la Samueli sio tu maneno yanayotoka kinywani, ni kitu kinachoitwa mkao wa kusikiliza, ni hali ya moyo. Inajumuisha vitu vitatu muhimu: kwanza, unyenyekevu yani, kutambua kuwa sio zamu yako kuongea; pili, utayari wa kupokea chochote atakachosema; na tatu, utiifu, kuwa tayari kutenda. Huu ndio mkao wa moyo ambao Mungu anataka kila mmoja wetu awe nao. Sasa hapa ndipo tunapoileta hadithi hii nyumbani. Tunaacha kidogo kumzungumzia Samweli aliyekuwepo maelfu ya miaka iliyopita, na tunajigeuzia kioo sisi wenyewe hapa na sasa. Hebu fikiria, katikati ya vishindo vyote vya maisha yetu ya kila siku, makelele ya kazi, majukumu ya familia, mahangaiko yasiyoisha, Mungu bado anazungumza Swali halijawahi kuwa kama yeye ananena. Swali la msingi ni hili: je, sisi tuko tayari kusikiliza? Je, tuna ule mkao wa moyoni wa kusema mtumishi wako anasikia? Sasa hebu tujiulize maswali haya machache kwa ukimya, kisha tuombe pamoja. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru. Tunakuja mbele zako tukiwa wanyenyekevu, tukitambua kwamba mara nyingi kelele za dunia zinaziba masikio yetu. Kama Samweli tunatamani kweli kusikia sauti yako katika nyakati zetu za giza, katika shilo zetu za maisha. Tufundishe jinsi ya kunyamaza na kusema kwa imani, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia, na utupe nguvu ya kutii kile unachosema katika jina la Yesu. Amena. Naam, kama umevutiwa na hili na unataka kwenda ndani zaidi, usisite, tembelea tovuti yetu maisha dash kamili com. Huko utakuta makala kamili ya mchungaji Mwakalindile kuhusu somo hili, na pia nyenzo nyingine nyingi ambazo zitakusaidia sana katika safari yako ya kiroho. Asante sana kwa muda wako na kwa kuwa pamoja nasi leo, na usisahau kamwe, sisi ni maisha kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha.